Vipi kama watu wenye nguvu duniani sio wapazao sauti, sio waliozungukwa na wengi, na sio wanaozungumza wa kwanza? Vipi kama nguvu ipo kwenye ukimya? Kwa sababu kweli ni huu, kuna kundi la watu wanaoingia kwenye chumba peke yao, wanaokaa kimya bila kujihisi pungufu, ambao hawavunjiki moyo dunia inapokosa kuwasifia na jamii inawaona waajabu: wapo kimya sana, wapo mbali, wapo makini sana. Lakini dunia imechanganya upweke na kuwa peke yako bila kutambua kwamba moja inakuangamiza na nyingine inakujenga. Hapa tunazungumzia watu adimu wenye mizizi imara, wenye akili inayojitawala watu ambao hawaogopi kuwa peke yao kwa sababu waligundua kitu chenye nguvu kwenye ukimya. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha sifa nane za kushangaza za watu wanaopenda kuwa peke yao, na mwisho wa video hii utaelewa kwa nini kuwa peke yako sio udhaifu, bali ni silaha. Namba moja, wanalinda uhuru wao binafsi. Watu wengi hujenga urafiki haraka, lakini hawa hujenga mipaka haraka. Sio kwa sababu wanachukia watu, bali ni kwa sababu wanaelewa kitu ambacho wengi hawajifunzi. Kufika kwenye maisha yao sio haki ya kila mtu, ni mwaliko maalum. Hawabishani, wakidhulumiwa wananyamaza, kisha wanajiondoa. Kwa watu wengi, ukimya unamaanisha kuna kitu kibaya kwao ukime unamaanisha kitu kinalindwa. Mipaka yao sio ukosefu wa usalama, ni ukuta wa kifalme walioujenga wenyewe. Ukivuka kwa nia njema, utahisi ukarimu wao. Ukivuka kwa uzembe, utawatazama wakiondoka kwa amani, bila kelele. Namba mbili. Wanathamini sana muda wao kwao muda sio namba tu kwenye saa, ni rasilimali ya maisha yao. Hawapotezi muda, hawatazami jinsi mambo yatakavyoenda, hawaui muda bali wanaulinda. Mazungumzo yasiyo na tija yanawachosha, mikutano isiyo na kusudi inawakwaza. Watu wanaolalamika bila kubadilika wanajiondoa kimya kimya kwenye maisha yao. Wanaishi kwa kanuni moja kama hainilishi, hainifunzi, hainijengi au hainisogezi, siipi muda wangu. Kama wanajitokeza kwa ajili yako, wanakaa pamoja na wewe, wanakupa muda wao, tambua uzito wa hilo. Wanakupa kitu ambacho hawawezi kukirudisha. Namba tatu: wanapenda uzoefu mpya bila kujionyesha hawayaogopi maisha, wanayaishi wanasafiri bila kuposti kila hatua, wanapona bila kutangaza, wanakuwa bora bila mashahidi, kwa sababu maisha yao siyo tamasha, ni mchakato. Hawatafuti pa kujifichia, hawana hawa haja ya kujionyesha na wala hawatafuti sifa, wanaishi kwa ukimya ila wanaona kila kitu kwa kina. Furaha yao haionyeshwi, inaheshimika moyoni, na hii ndio sababu uzoefu wao unawabadilisha na si kuwaharibu. Namba nne, wanajiamini kwa dhati. Kujiamini kwao hakupigi kelele, kunapumua. Hautafuti uthibitisho, unasimama bila kuhitaji, hauombi ruhusa Unasonga mbele bila kuogopa, haujilinganishi na wengine, unatambua thamani yako. Watu wengi hujenga kujiamini kwa likes, sifa na macho ya watu, lakini hawa wanajenga kujiamini kwa ukimya, mahali ambapo hakuna mashahidi na wala watafuti sifa. Na kitu kilichojengwa bila adhira hakiwezi kuvunjwa na maneno ya watu. Kujamini sio kwao kelele, ni uthibitisho wa vita walivyoshinda ndani yao. Namba tano, wanathamini mahusiano yao. Hawana watu wengi, lakini wale walionao huwapa uzito. Watu wengi hukusanya marafiki kama vitu, lakini hawa huchagua marafiki kama nadheri. Hawakaribishi mahusiano ya muda mfupi. Hawaruhusu watu wa kupita wakae mayoni. Hawabadilishi mahusiano, wanayaimarisha. Ukisha kuwa mtu muhimu kwao, hawatakupenda kwa kelele, hawatakupenda kwa maigizo, watakupenda kwa dhati. Watakusikiliza ukivunjika, watajitokeza bila kutanguliza tangazo, watakutetea kwenye vyumba usivyowahi kuingia uaminifu wao ni wa ukimya lakini una nguvu. Namba sita, wanajisikia furaha kuwa peke yao. Watu wengi wanaogopa kuwa peke yao kwa sababu kelele zinawasaidia wasijisikilize, lakini hawa waliingia ndani ya nafsi zao mapema, na badala ya kupotea ndani yake walijenga makazi. Hawahitaji sauti za watu ili wajisikie wamekamilika hawahitaji vurugu ili wajisikie hai. Hawahitaji uthibitisho ili wajihesabia thamani. Upweke sio utupu, ni maelewano na nafsi. Hawajitafuti kwa wengine, wanajisikiliza ndani, na ukweli hujidhihirisha kwenye ukimya. Namba saba: wana huruma ila wapo makini. Hawahurumii kila mtu sio kwa sababu ni wagumu, bali ni kwa sababu huruma bila mipaka inaharibu roho. Lakini ukifikia sehemu ya moyo inayojali kwao, hawatahisi kipande cha maumivu yako, watahisi jeraha lote. Wanatoa maneno machache, lakini ya kuponya. Wanatoa msaada mdogo, lakini wa maana. Hawaguswi na kila mtu, lakini yule wanayemgusa hawamwachi huruma yao haipigi kelele inagonga roho namba nane wana akili ya kuchunguza na kuchambua kila kitu kwa sababu hawaongei sana wanaona zaidi hawajibu haraka wanafikiria hawasomi sura wanasoma nafsi hawasikii maneno Wanasikia kilichofichika katikati. Wanagundua nia, wanavunja tabaka za tabia, wanaona ukweli kabla ya sentensi kumalizika. Watu wadhani wako kimya kwa sababu hawajui wa la kusema. La, wako kimya kwa sababu tayari wameelewa. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.